Muda mrefu tumekuwa na changamoto kubwa ya maji. Kule bungeni ilikuwa kila mwaka lazima tupigiane kelele, kunyang'anyana fedha zinazotokana na tozo ya mafuta ili tuelekeze nguvu kwenye miradi ya maji, lakini fedha hizo vile vile ikawa lazima zitumike kwenye mambo ya umeme na kadhalika. Dr Samia alipoingia kwenye uongozi wake akaja na mwarobaini wa matatizo ya maji, akahakikisha mfuko wa maji unatengewa vyanzo mahususi vya fedha ili kuweza kuondoa changamoto ya maji. Mradi huu ambao ikikupendeza tunauzindua leo, ni moja ya miradi ambayo ubunifu wa rais wetu umetufikisha hatua ambayo tunaondoa changamoto ya tatizo la maji katika wilaya yetu ya Mkinga. Mkinga oye! Mkinga safi! Mbali na mradi huu, tunayo miradi mingine mikubwa katika wilaya yetu ya Mkinga ambayo iko katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Tunao mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni 35 kutoka Mtozigi mpaka kule Horohoro. Kazi hii ameifanya Dkt Samia. Umepangiwa kukagua miradi saba, lakini nataka nikuhakikishie kazi kubwa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi imefanya imefanyika katika wilaya yetu ya Mkinga. Ndugu zangu wana Gombero, mwenge wa uhuru umefika hapa leo hii kuja kujionea jinsi gani serikali hii ya awamu ya sita inavyoendelea kuwatakia mema lakini pia kuwatumikia wananchi juu ya ahadi ambazo zimewaahidi wananchi juu ya sekta ya miundombinu ya maji safi na salama. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wakati taarifa inasomwa hapa, tuliambiwa wananchi wa, wa eneo hili la Gombero walikuwa na changamoto kubwa ya miundombinu ya maji safi na salama. Leo hii serikali hii kwa kuenda kutimiza ahadi zake ambazo ziliwaahidi wananchi, kwa kweli wenzetu leo hii wamekuwa na faraja kubwa, na ndio maana eneo hili limejaa wananchi ambao wanabashasha juu ya kujionea mwenge wa uhuru kwa siku ya leo utafanya nini ndani ya mradi wao huu? Kwa kweli tunawapongeza sana viongozi wa wilaya pamoja na halmashauri, lakini pia Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunao wenzetu hawa ambao wamefanya kazi kubwa juu ya kuhakikisha mradi huu unasimama na wananchi wanafarajika nao. Kwa kweli tuwapigie sana viongozi wetu wa Ruwasa wakiongozwa na meneja wa Ruwasa mkoa huu wa Tanga, naomba tuwapigie makofi mengi sana jana wana Gombero. Mradi huu wa maji kwa kweli umejengwa kwa fedha nyingi sana. Niwaombe mambo yafuatayo, ndugu zangu wananchi, tuendelee kuulinda huu mradi wetu wa miundombinu ya maji safi na salama. Tunatambua baadhi yetu huko tutahitaji kujaribu kwamba leo hii mradi huu tayari umeshakamilika, baadhi yetu tutaenda kutafuta ile miundombinu ambayo imepitia maji haya, kwa kwenda kuiharibu, kwa kwenda kuibomoa, ili kujionesha ule ujabari wetu kwamba mimi peke yangu, walio wengi hawawezi kunifanya chochote. Niwaombe sana, ndugu wananchi tunatambua wengi wenu ndio wanahitaji wa maji safi na salama lakini, wachache tunatambua mtakuwa mnabeza miundombinu hii. Ni waombe sana ndugu wananchi, tuwe walinzi juu ya miundo mbinu hii ya maji safi na salama, lakini pia tuendelee kuitunza na kuienzi, lakini pia na kuthamini jitihada za serikali.